Dada Zulfa karibu sana. Asante. Umetokea wapi na umetusikia wapi? Nimetokea Moshi, niliwapata mtandao ni Facebook. Facebook. Uh, nini kilikuvuta? Huduma zenu. Mm -hmm. Kisema huduma zetu, ni nini hasa kilichokugusa katika huduma zetu? Jinsi mnavyoheshimu wadada. Mm -hmm. Kwa nini? Kivipi? Nataka unielezee zaidi nijue, u, u, nini kinakuaonyesha kwa kwamba hawa wanaheshimu wadada? Yani kama hivi mtu ametapeliwa hela mnavyofuatilia. mm. E, yani haki zetu ndo. mm. kudhulumiwa kuonewa. mm. k okay. E. Ok, ingawaje hizo kesi sio nyingi, zinatokea moja moja. Kuna kesi ambayo yoyote uliiona ambayo unaikumbuka? Hapana, sikuiona, lakini kwenye mazungumzo yenu mlikuwa mnazungumza katika yale mazungumzo kwamba inabidi iwe hivi iwe hivi e, ni kuonyesha kwamba pande zote tunataka wadada wawe na haki zao, wapate haki zao, lakini wafanye kazi kwa bidii e, na mabosi pia wapate huduma nzuri. Kwa hiyo e, yu, hayo yote ndio yakuhamasisha. Wewe ulikuwa unafanya nini Moshi? Moshi, nilikuwa niko kwa wazazi, kwa wazazi. Mm. una miaka mingapi? ishirini na tatu miaka ishiri na tatu umewahi, umewahi kuolewa? Uh, una watoto wangapi? Hapana sina. Una wenye ndoa, ulikaa muda gani? Miaka minne, miaka minne. Uliolewa ukiwa na umri gani? Ukiwa na miaka kumi na nane, nane. Uh, ulikuwa umesoma mpaka elimu gani? Ulishia darasa la saba. Okay. Kwa hivyo maliza la saba, ulikaa nyumbani muda gani? Ulikaa kama mwaka ndo ukaolewa. Mm. Ok, uh, kwa hiyo ukakaa miaka minne kwenye ndoa. Kwa nini sasa uliondoka au ilikuwaje? Ulifukuzwa uliondoka mwenyewe? Ulipata changamoto gani? Mwanaume akunihitaja, yani ilikuwa ni mtu wa wanawake wengi. Ok, hiyo eh, chio kitu kwako, kwa ukaona ni changamoto eh? Ok. Um, na ulikuwa unajihusisha na shughuli gani za kiuchumi baada nifanye biashara yoyote. Kwa hiyo kabla mjaoana mlikutana mli, mli, mli wapi? Kwa hiyo ulisha kuja kufanya kazi za ndani ndani kitu hujasema umemaliza tu shule darasa la saba ukaolewa. Hujasema hiyo kama ulifanya kazi ili, ulifanya kwa muda gani? Nilifanya miaka miwili, miaka miwili. Mm. Ulimaliza shule darasa la saba, ulimaliza ukiwa na umri gani? Miaka kumi na sita, miaka kumi na sita. Ndiyo. Ok, kwa hiyo baada ya hapo ukaenda kwenye kazi za ndani? Ndio. Ulipataje kazi ya ndani? Ni ndugu yangu tu alinitaftia. Ndugu yako alikutaftia? Ok, okay. Yeye ndugu yako alijuaje kwamba unahitaji hizo kazi? ni mimi ndo nimwambia nahitaji na nisikae nyumbani nifanye kazi. Mm -hmm. Ndo akaniambia kuna kazi ya ndani kama, mm -hmm. utaweza uje. Kwa hiyo ndio ukawa umekuja Dar, maeneo gani? Kigamboni Kigamboni pale, ulikaa miaka miwili? Hapana, sikukaa sehemu moja miaka miwili. Uh -huh. e. ulifanya kazi nyumba ngapi hiyo? yeah, ya Kigamboni nilifanya kazi miezi sita, ndio mkataba ulivyosema. Uh -huh. miezi sita Mm -hmm. Ni, akanitafutia sehemu nyingine tena. Mm -hmm. Nikafanya kama miezi mitatu hivi. Mm hiyo -hmm. Niliachana nayo kwa sababu ilikuwa hamna kupumzika mpaka saa saba usiku. Muda mwingine unatembea njiani. Mm -hmm. Unatumwa e, mm hiyo -hmm. Nikaachana nayo. Unateseka nika, unateseka ndio. Mm -hmm. Nikatafutiwa nyingine ndo. Mm -hmm. Mda ulobaki mwingine wote nikamalizia huko. Okay. Mm -hmm. Kwao ulikuwa unatafutiwa na nani? Ni taasisi kama sisi hivi navyotafuta ndugu na ndugu, ndugu hivyo anakuambia labda rafiki yangu anataka mfanya kazi okay. E. Okay. na mshahara ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? elfu arobaini sehemu nyingine elfu hamsini okay. okay. so katika hizo harakati ndio ukakutana na huyu mwanaume, ndio ulikutana naye ukiwa kwenye nyumba hii ya mwisho ambayo ulifanya kazi za ndani? tulikutana naye tokea Kigamboni mm -hmm. mkaa mnawasiliana, akaondoka sema anakaa Moshi mm -hmm tukawa tunawasiliana lakini mimi sikumuhitaji unajua, nilifuta namba zake. mm -hmm. sema alikuwa na namba za wazazi wangu ndo. mm -hmm. wakati nafanya kazi hii kazi ya mwisho, sasa ndo akajaga akanitafuta huyo kijana. Ndio akakwambiaje? Ndio hivo alivyonitafuta, akahitaji kunioa nikakubali. Akahitaji kukuoa? Ndio. mm -hmm. anafanya kazi gani? shughuli gani? ni mganga. ni mganga kwa hiyo anakaa Moshi? Ndio, huku da, alikuwa amekuja kwa kazi e. Okay. kwa hiyo akasema nahitaji nikuoe, na wewe ukaona ni sawa e? Ndio. Okay. kwa hiyo ulivyo, ulivyokubali kuolewa ilibidi sasa uende nyumbani kule, ndio ukaolewe? Ndio. kwa hiyo huku uliaga kazini, maana kuna dada kweli wanaagaga kwamba mi naenda kuolewa nimpate mchumba. kwa hiyo uliaga vipi e? Nili, niliaga ndio. Ukasemaje? Uzuri, nilipokuwa anafanya kazi ni mm -hmm. Sehemu ambayo tuna undugu mm -hmm. Uleda alikuwa namwita kama anti mm -hmm. Kwa hiyo alikubali, ukamwambia mi naenda kuolewa? Ndio, dio mm -hmm. E, nikaondoka ndo hivo. kafanya utaratibu wa ndoa adoa e, oh, uliolewa na ndoa kabisa? Ndio. ya Kikristo ya Kiislamu? ni Mwislamu na ndio. wewe ni Mwislamu? ndio. Zulfa mislamwe sasa. okay. Waislamu si wanaoa wake wengi? Maana umesema mme wako si mambo ya wanawake wengi sio? Mimi unajua bora yule anayekuletea mwanamke kwamba huyu hapa nataka kumwoa. Mm -hmm. Yeye ni yani, karibia mtaa mzima kila mtu anatembea naye. Aha, ni yule wa hivyo. Yani, mpaka mda mwingine unaletewa unaweza ukapigiwa simu ukaambiwa mbona unatembea na mwanaume wangu mimi ambaye ndo nimefunga ndoa tena. Ah, naona kusema mwanamke mwana tembea na mwanaume wangu. Hey. Muda wa kurudi anarudi saa nane saa tisa anakusingizia kwamba ni kazi anafanya. Apo akuaga. Tukizungumzia hela ya chakula anaweza kakuachia elfu mbili. mm -hmm. Manake mwanzo alikuwa anaacha hata elfu thelathini. mm -hmm. Siku tatu nne, anaacha hela nyingine. Mm -hmm. Na ni kipindi nakaa kwao. Mm -hmm. Ulivyoolewa, ulikuwa unaishi naye kwao? Ehe. Kwa wazazi. Yeye yuko kwao bado, sio kwake kwake, kwamba amepanga au amejenga Namaanisha kwake kwake, yaani aidha alikupanga amejenga, ni kwake au ni kwa wazazi, kwa mkuwa mnaishi wazazi kwa wazazi, mwanzo babake ameoa wake wawili na sisi pia, kwa hiyo anaacha elfu thelathini. Unakuta mama mko asubuhi, anakufata nataka chai na vitafunio hivi, huwezi kupinga. Ukipinga ni analalamika mtoto wetu ndo anatoa hela. Mchana nataka chakula hichi, jioni nataka kwao. Unakuta hela inatumika kwa muda mchache, japo ni kijijini, hela inatumika kwa muda mchache, na huna hela hata ya kuhifadhi kusema unahifadhi. Unajua, nikapambana sana, maana yake alikuwa na kiwanja karibu na kwao. mm-hmm. Nikapambana, akamwambia tujenge hata nyumba ya udongo tuishi. mm-hmm. Alikuwa na nyumba yake sijui ya uganga. mm-hmm. Alikuwa ameanza kuijenga. mm-hmm. Kwahiyo akaanza kuitia matope yale seme. mm-hmm. Ile nyumba ikakamilika mm. Lakini juu ilikuwa inavuja mm. Nikamwambia tuamie hivo hivo mm. Kwetu ni kwetu mm -hmm. Tukaamia tukaa tunakaa hivo, mvua ikinyesha ni inabidi msimame sehemu moja hivo, mpaka akaja akapata hela kidogo kidogo akajenga chumba kimoja, tukaa tunaishi kwenye kile chumba kimoja, akapata hela akajenga msingi wa nyumba kubwa tu hivo mm -hmm. Ndo mwisho wa siku ndo tukaachania hapo, ndo mkaachania hapo. Ona hiyo, kilichokufanya uondoke ndio ayo mambo yake ya wanawake wengi e, wasio na mpangilio. Sasa hapo tumefikia kwt alivyojengacho chumba kimoja mm. ikawa ananiachia hata elu mbilelfu mbili mm. ya kuacha elfu mpaka elfu mbili elfu mbili, sina muda mwingine, anakuambia kabisa mm. utakiwi kuachiwa hela nyingi e, utakiwi e, kuachiwa hela nin elfu mbili inakutosha, kwa nini? Natoshaje? Kwanini anasema yani, ndio ukimuuliza sasa, anakuambia kwamba unapenda vitu vya gharama wewe. Sasa sipendi eh. uh -huh. mi vitu vya, vya gharama, hicho hicho kinakutosha. Sasa mimi maneno nkawa naona tu ni ya kawaida, labda mtu alikuwa anafanya utani uh -huh. e, lakini mpaka mtaani unayasikia unayasikiatu mm, mtu akipita maje. anasema hivyo hivo, mimi mwanamke wangu kumachefu thelathini, siku mbili imeishi. uh -huh. Kwa hiyo sasa hivi nachofanya ninamwachia elfu mbili elfu mbili. mm -hmm. hiyo madamu, elfu mbili usuke <laughs> ununue hata mafuta. mm -hmm. Mda inabidi upake mafuta hayo unapikia. mm. Sasa si umekubali, um, um, kumtegemea. Ukishakubali um, ah, kumtegemea mwanaume inabidi uendane na hali yake, akiamua kwa sikuwa na hela ya mtaji mm. Lakini mimi sasa, ulifanya kazi huku unasema ulishakuwa dada wa kazi sehemu kama ngapi? miaka miwili ulishindwa kukusanya kahela kamtali, alichokuwa akisema Naomi ni ukweli, mi nimefanya kazi mm. Lakini ndo hivyo utapeli utapeli mm -hmm. kama hii kazi ya mwisho, kwa hiyo anti yangu nimefanya, alikuwa na simu yake ya Samsung, mi nilikuwa sina simu n mm hata -hmm. Sahivi sina simu mm. Aliniambia anataka kuiacha, anataka kununua iPhone, nikamwambia anti, mi sina simu ninunulie kwenye mshahara wangu nikate kanunulia simu kaniambia ngoja nikununulie simu ndogo kwanza kabla sijapata nyingine akanunulia simu elfu thelathini ndogo akanikata mshahara alikuwa analipa elfu hamsini kwenye ule mshahara kabaki elfu ishirini sasa tukakakaa kaniambia simu kubwa siitaki tena mimi nitakuuzia laki moja nikamwambia mna shida kama ni laki moja sawa utanikata kwenye mshahara kweli tukakaa vizuri ile simu akanipa mm. Nkanaendelea na matumizi ilikaa kama miezi minne mitano hivi mm -hmm, alivonikata mm -hmm. ile hela sasa. Siku naondoka ameniambia anaenda kwao ye mm -hmm. na mtoto wake wanaenda kusalimia, na mimi niende kwetu mm -hmm. na bibi yangu iko Chanika mm -hmm. na mi niende nkawasalimie mm -hmm. Kamwambia sawa, amna shida. hela alonipa amenipa elfu thelathini mm -hmm. Kamwambia nti, sahi hela ninapeleka nini nyumbani mm -hmm na nauli inakuwaje? Akaniambia mm -hmm. Ndo hela ambayo ninayo nyingine, kama ukitaka nitakutumia mm -hmm. Basi tukaenda nyumbani hivyo mm -hmm. Nivofika nyumbani hapo kama namdai kama laki moja na mm -hmm. Nivofika nyumbani vile naongea na bibi yangu, maanake bibi yangu yuko Uturuki mm -hmm. Kwa mwanaye mm -hmm. Nivoongea na bibi yangu, akaniambia mbono huyo mtu amesema hakuhitaji tena mm -hmm nikamwambia sasa siangeniambia mbona, na hata vitu vyangu sijavibeba. mm. Kaniambia ndio hivyo, kasema usije ukarudi tena kuhitaji. Nikamwambia na vipi kuhusu hela yangu, kasema atakutumia. mm. Nilivyofika Moshi sasa, kwenye ratiba za ndoa mm. nikamuuliza kuhusu hela yangu. mm-hmm. Ananiambia simu, tulikubaliana ni laki mbili. mm. So laki moja akaruka. mm. Nikamwambia basi hamna shida, nirushie hiyo hiyo ilobaki Mm -hmm. Kama elfu hamsini tu. Mm -hmm. Basi basi ikawa imeenda hivyo. Sasa mm ikawaje -hmm. Ukawa unaamini anafunga biashara yako isiende, kama ulikuwa umwamini ndo vizuri. Ananiambia hivyo, anakwambia lakini, we siuamini, ndio maana akikupa dawa, hata kama hiyo dawa ingekuponya, lakini kwa sababu huamini usingepona. Ile imani ungeipeleka pia kwenye biashara kwamba hata kama ataifunga kwa, kwa uganga wake mimi biashara ntafanya kwa sababu mi siamini dawa zake. Sa ikawaje kwenye kufunga biashara ukaamini kwamba anaweza, ana uwezo wa kufunga biashara yako usiuze, kwa sababu ulikuwa sipati wateja tofauti na zamani. Sasa haimaanishi kwamba yeye ndio alifunga, labda ulikuwa ujaijulia biashara vizuri, haimaanishi kwa hiyo unataka kuamini kabisa yeye ndio alifunga biashara usifanikiwe. Hapana, hapo mi nakukatalia. Unajua, imani unaelewa eh? Imani ni kitu kikubwa sana. Ukiamini vitu negative vitakuwa, ukiamini hapo unaumwa, utaumwa kweli. Kwa hiyo ukiamini mtu amekufunga kwa ajili ya, yani amekufunga, amekuondolea, amekufunga, sio nyota eh? sijui amefunga ili usifanikiwe, funga, usifanye biashara, itakuwa hivyo, kwa sababu ndani yako tayari umesha, yani hata jitihada hutafanya kwa sababu ndani tayari kuna hicho kitu kipo kwamba huyu mtu inawezekana ameniloga ili nifanye nini biashara? Kwa hiyo siku zote yani, hakikisha imani yako iko positive, iko iko chanya, imani yako iko chanya. Yani kama vile ulivyokuwa umeshasema, mimi huyu hata akinitibu hizi dawa mimi naamini atafanya kazi, sijui naelewa? Yani amini kwamba hata kama yani, kama ni biashara haijaenda usiweki akili yako kwamba ni huyu atakuwa amefunga. mm -mm. Yani utakiwa uwe na imani tofauti kabisa kwamba biashara haijaenda dani leo, kesho itaenda, lakini usihusishe na mtu kwamba kuna mtu anaweza kuziba riziki ya mtu. Hamna, ni wewe unaziba, una riziki yako mwenyewe, sio yule mtu, ni wewe, kwa sababu we umeruhusu hayo mawazo hasi amba huyu kafunga, si unaelewa? Ya kwa hiyo umesema pia wazazi walitaka wakupe mtaji, mi huwa anapenda kuwafundisha wadada wadada hii mambo ya kupewa mtaji na mume mwanaume, sijui wazazi, sio sio kitu kinachoweza kukutoa kwenye umaskini. Yani ulivyokuwa umekuja kufanya kazi, umeona ulivyopambana ukanunua simu japo uliuziwa kimagumashi, uliambiwa ni laki, baadaye tena akageuka juu kwa juu. Saa nyingine vitu vya kuuziana kwenye mikono, ukikutana na mijitu ambayo ina hofu ya Mungu, usiseme usifikiri kwa sababu ni ndugu yako, unasema huyu alikuwa ni ndugu yako, ndugu yako kabisa Yani ambao mnajuana, yani mpaka kule nyumbani, au na undugu gani? Yani kwa nini ulimuita anti <totutusema> si ndio? Nasema yani kuna kaundugu fulani yani, mnajuana mpaka nyumbani Ndii. anapajua kwenu eh, anawajua wazazi wako eh. Sasa hicho sio kigezo cha mtu kukutendea wema, anayekuumiza anasema, kikulacho kiko hapi um, eh, kiko nguoni kwako. Kwa hiyo unapokuwa kwenye kazi kuwa makini sana. Usema kwa sababu huyu ni ndugu yangu anaweza kunifanyia mema, sio kweli. Huyo huyo ndugu yako ndo atakuumiza. Maana ungeamua kujiwekea nanii ukaenda kununua simu yako labda ungekuta, ungenunua simu nzuri tu zaidi na kwa bei ambayo sio kubwa hivo. Maana kakuuzia kitu ambacho kashakitumia halafu kakuuzia kwa, kwa tamaa na kwa ku, kutapeli kwamba nakuuzia laki, baadaye kwa kuwa ameona unamdai akasema laki mbili. Aki, ungekuwa unafanya kazi labda na watu kama sisi, hiyo isingetokea. Inaweza kwa angelipa tu vizuri, ila ndio hivyo ndo, ivo, ndo ni, tunajifunza kutokana na makosa si ndio? mm -hmm. E, wanasema unapotea wakati wa kwenda si ndio? mm -hmm. E, sindio? Maana saa hivi ujawambia kutafutia kazi, umesikia mwenyewe fursa zilipo, umekuja hapa mm -hmm. e, e. Kwa hiyo karibu sana sasa, una mipango gani kwa sasa ulivyokuja hapa kwetu, mipango yako malengo yako ni nini? Ushatoka kwenye ndoa, ushaona eh, chungu na tamu ya ndoa eh. <laughs> Una, una, una malengo gani kwa sasa hivi? Sasahivi nahitaji kutafuta mtaji eh, kwa biashara yangu eh, eh. Ukipata mwanaume mwingine anakuambia ukawe mama wa nyumbani Hapana. Hapana. Hapana. Hapana. Hapana. Hapana. <laughs> Sasa sasa hivi ukubali. <laughs> E, ni mm. kainio, aniwe ni, umeona eh? E, sasa hii ndio, ndio, ndio ilitakiwa hivyo toka mwanzo, lakini kwa kuwa sisi ni binadamu hatujakamilika, ndio maana huwa saa nyingine tunaenda kwenye maisha tukiwa tunabahatisha, tunafikiri kuna unafuu labda, nikiolewa maisha yatakuwa mazuri umeona eh? Mume wangu atanifanyia hiki na kile, alafu ukishaingia unakaa miaka yako minne ka vizuri eh, kutoka kuachiwa elfu thelathini unaanza kuachiwa elfu mbili na unakuta matangazo barabarani huko mm. Uh, uje sasa kujipambania. Kwa hiyo hii nasema kwa wasichana, maana hichi kipindi ni kuwasaidia wasichana, hasa wale ambao bado hamjafanya makosa. Na hata kama ufanya makosa, it's okay. Duniani hapa sisi ni binadamu, binadamu hajakamilika. Tutaenda tukifanya makosa na kurekebisha. Kwa hiyo kwa yule ambaye ushafanya makosa, unaweza ukarekebisha kama Dada Zulfa kwamba wewe umekimbilia kwenye ndoa ukifikiri unafuko kwenye ndoa. Uh, baadaye unagundua mambo ni magumu zaidi. Ni afadhali kujitafutia kwanza U, u, ndoa ije ik, ikukute huko kwenye biashara uko kwenye kazi na wewe unatafuta uchumi, kwa sababu mwanaume hawezi kutimizia kila kitu. Mwisho wa siku atakuja kwanza kulalamika wewe mwanamke una matumizi mengi, unapenda vitu vizuri, unapenda vitu vya gharama. Kumbe ni kwa sababu ya, ya, ya, ya, naweza kusema kwa sababu ya si niseme nch, nani zao yani mwanaume wa hivyo aidha hana hela, kwa hiyo anaanza sasa kujilalamisha na kutafuta sababu kwamba we unapenda vitu vya gharama. Kwani ungekuwa unajitafutia hela yako, ungekuwa unajinunulia hivyo vitu vyako ndio. Lakini unakuta hataki ufanye kazi bado anakuambia unapenda vitu vya gharama. Sasa kama anapenda vitu vya gharama, basi nifanye kazi. Lakini ni ujinga wetu wanawake na upumbavu wetu kukubali kwenda kukaa nyumbani eh, kumtegemea binadamu. Kwa upande wetu sisi Wakristo tumeonywa, tume kabisa, tumeambiwa amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Huyo ni Mungu ametuambia hiyo, kwahiyo kwa sababu nini? Yule bwanadamu kweli kuna siku atakufa. Sasa akifa, utaishija? Na we ndio ushazoea kukaa unamtegemea, huoni kama sio sawa? Kukaa na kumtegemea sio sawa. sio sawa hata mke wa Mtume Muhamed yule wa kwanza anaitwa nani? E, Biadija. Unajua sifa yake, alikuwa mama ya nyumbanie Hapana. Hapana, eh? Eh, kwa hiyo basi hata kama kwenye dini yako ya Kiislamu bado wako wanawake wa role model wazuri ambao waliweza kupambana, walikuwa wanachangia familia na waliweza kusaidia waume zao, kama huyo Biadija, ni sifa nzuri. Kwa hiyo mwanamke, unapojiweka kwenye utegemezi, unajiweka kwenye riski ya kunyanyaswa mtu, si unaelewa? Mtu akishajua wewe ndio unamtegemea kwa kila kitu, ndo anaanza kukuropokea maneno ambayo hakuwahi kukuambia anaanza kukuambia kama hivyo tu, yeye, wewe unapenda vitu vya gharama. Wewe mwanzoni wakati anakutongoza vile anataka kuoa, alikwambia neno kama hilo, unapenda vitu vya gharama? Ndio, alikuwa anajitutumua kuacha elfu hamsini nyumbani, ndio. Eh, kwa hiyo wanawake msikubali, ukikubali wewe ujinga, utakayeteseka ni wewe. Yani naongea na, na wadada sasa. Mdada ambaye unataka kuteseka kwenye maisha yako, hakikisha unatumia akili na nguvu alizokupa Mungu kutafuta kipato, kujiingiza kwenye shughuli za kiuchumi shughuli za nyumbani hizo usiseme tu ndio shughuli zako wewe mwanamke, ambazo hazina uchumi, si za kufua, za kupika. Unabaki kwenye umaskini, utateseka, utateseka. Hakikisha na wewe una pamoja na shughuli za nyumbani, lakini unaingia kwenye shughuli za kiuchumi. Kwa kifupi ni hivyo, na hiyo ndo kazi yangu kubwa ambayo nimekuwa naifanya hapa, na huo ni ushauri unaoendana na neno la Mungu. Tunaye mwanamke wa Mithali ya 31 ambaye ni mjasiria mali, amekuwa anamsupoti mume wake, ananua mashamba ya familia, eh, ni mjasiria mali. Anawapa wajakazi wake, yani ana wadada wa kazi wanaomsaidia, wanaitwa wajakazi. Anao nyumbani wanamsaidia ili aweze kwenda kwenye shughuli za ujasiria mali. Anawapa watu wa nyumbani kwake chakula. Chakula sio cha kupika jikoni, ndugu yangu. Utapika mawe kama hujaweza kwenda kukitafuta? maana wanawake wengi wanachukuliaga, hiyo anawapa watu wa nyumbani kwake chakula, kwamba wewe ni kupika tu hicho? Ah, ah. Na cha na kutafuta, kwa sababu wao wanaume kuna leo na kesho, leo na kesho ana nguvu anafanya kazi, ghafla aki, akiumwa, anapata maradhi anapata mtihani hata anakufa. Sasa mtaishije? Familia mlioanzisha itaendaje? Kwa hiyo sisi kama wanawake ni wasaidizi, jiandae kuwa msaidizi mwenye tija usiowe msaidizi tu kwenye vitu vidogo vidogo hivyo vya kupika na kufua nyumbani. That is nonsense. Hivyo ni vitu vya kijinga vya kipuuzi kabisa, ambavyo kuna watu kibao wanaweza kukusaidia kwa, kwa ujira mdogo, ukamlipa na we ukafanya vitu vingine vya kiuchumi, ili mradi uhakikishe hilo gurudumu mnalo mlilokabidhiwa na Mungu hilo ya la wewe na mme wako, unasema piga, ua, garagaza, ili lazima liende. Sio leo hii watoto wanasoma shule nzuri, kesho baba hayupo, watoto umewarudisha shule za nini? si hazieleweki. Hapana wai, kwa sababu ulikuwa umegweteka unajisifu ujinga. Hey, mimi mmeangu hivi mmeangu hivi mmeangu hivi. we ni msaidizi. Msaidizi ni katika kuhakikisha maono ya familia yanaenda mbele. Haya, dada Zulfa, Abe. nataka niulize swali la mwisho, jicho lako moja naona kama linacheza, kuna shida gani? umewahi kupata shida ya macho? Ndio, nilizaliwa hivi. Ulizaliwa hivi? Ndio. Sasa hizi kazi unaweza kutao, unafanya bila changamoto? Ndio, nafanya. Unaona vizuri kabisa, eh, una kawaida? Kama kawaida. Mm. unaweza kusoma? Ndio, naweza. Kwa hiyo unaona yani, sio kwamba una changamoto ya macho, naona japo najicho moja. ah, kwa hiyo hili lingine alioni kabisa? Hapana, alioni kabisa. Ndio kwao hili moja ndio linaloona lakini haizuii kufanya kazi e, nafanya vizuri. vizuri kabisa. Ndiyo. kwa ubora ndio. Okay, hicho tu ndo nitaka kujua ili bosi wako utakapomwambia, jamani, tukupatia Dada Zulfa sija, akasema jamani, mbona mmenipa mtu aoni mona eh? Vizuri. unafanya vizuri Ndiyo. na unaona Ndiyo. na haina shida, na hiyo sio kikwazo kwenye kazi yako hapana. Okay, sawa, so, basi hiyo ndio kikubwa nitaka nijue kama si tuka tukaletewa lawama za mabosi mabosi nao wanaga jambo dogo. Jamani, Zulfa anaona vizuri, amesema amezaliwa hivyo, jicho lake mmoja alione lakini lingine linaona, basi namshukuru Mungu angalau umepata moja linaona, si ndio Zulfa? Eh, yeah, usi, mimi huwa napenda sana kwa kutafuta kile ambacho unacho, yani usiangalie usicho nacho. Ukiangalia usicho nacho utakosa furaha kwenye maisha, lakini ukiangalia kwamba Mungu, angalau mimi amenipa. Kuna mtu ana macho kabisa eh. Ndia, haoni kabisa huyo hata kufanya hizi kazi ni mtihani. Ina maana wewe kama Mungu amekubariki jicho moja bado, hizo ni baraka kubwa sana, ni kitu kikubwa, kwa sababu unatembea, unaona, unafanya kazi, umesoma, sindio? Ushaipitia changamoto nyingi, ushakaa kwenye ndoa miaka minne, changamoto za ndoa unazijua. Hata msichana mwenzio ukikutana naye akwambia mimi naenda kuolewa, hana kazi, unaweza kumshauri ndugu yangu, hmm? hebu kwanza jitafutie, sindio? Sahivi unaweza kumshauri mtu, maana uzoefu kwenye ndoa ni kama ulikuwa chuo Ndiyo basi e? E, tunamshukuru tuna Mungu kwa yote. Hata changamoto tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu wakati mwingine changamoto zetu ni masomo. Tunapita kule ili tujifunze kwa yote, tunamshukuru Mungu. Nakutakia kila, kila la heri dada Zulfa, enda kapambane ukaboreshe maisha yako. Maisha yako hata boreshwa na mwanaume sawa eh? E, mwanaume akija kwenye maisha yako anaongeza Sio kwamba yeye ndio anafanya kila kitu, anafanya nini? Anaongeza, anaongeza. Akiongeza unashukuru, hata asipoweza kuongeza bado unashukuru, kwa sababu Mungu amekupa mikono, amekupa akili, amekupa nguvu. Usije ukajinungunisha kwamba mbona mimi mwanaume wangu anipiki anifanyiki. Wakati mwingine kuna wengine hatukuzaliwa atuku... atuku kwa ajili ya kubweteka, siunaelewa mm. E, e sio kila mtu ameandikiwa kwamba atapata mwanaume wakumnanii wa kumpa kila kitu, sawa sawa. Haya, karibu sana asante. Haya.